Ni mtu mmoja ambaye alikuwa na kauli ya kimbingu, akitamka ni mbingu imetamka. Hatuoni Mungu akiingilia mambo ya Adamu akimwambia umekosea. Why? Mungu alimwamini Adam kama mwanawe na alimpanda kama mwanawe, na Mungu alitaka mwanadamu aendeleze ufalme wake. Kuna watu watatu watakwenda kuendeleza ufalme wa kimbingu, riba bacha karama. Sijui, sijui kama unapiga makofi lakini ndani pia, pokea pokea, sema itakuwa hivyo, sema itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Ivo, kwa jina la Adamu aliweza kutamka vitu vyote vikawa, mpaka leo alipotenda dhambi akaondolewa. Kwa hiyo kinachokutoa ili usitembee na roho ya ungu ni dhambi. Kwa hiyo ukitaka Mungu atembee na wewe, jitahidi kujitenga na mazingira ambayo inaiba uwepo wa Mungu ndani yako. Ukitaka pia kujisajili katika roho ya ungu hii, kitu cha kwanza kubali kumpa Yesu maisha sehemu ya kujisajili ndio tiketi yenyewe. Ndio maana akasema wote waliojiliwa, waliojiliwa sio wote waliojiliwa, maana yake walioamini, maana yake unabadilisha, unakuwa mwana wa Mungu. Alivyo Mungu ndivyo ulivyo na kushangaa, mwanangu unasema umeokoka na unakata tamaa, umevunjika moyo, mpaka ibada ufanye mpaka umekata tamaa, eti sababu ya vimaneno vimaneno. Walio na neno la Mungu lazima wapigwe vita, lazima wakataliwe. Yesu akasema ukishapokea neno, wewe sio rafiki wa dunia tena, dunia itakokataa. Na kwa nini unakataliwa? Unakataliwa maana unacho kibeba sio cha dunia tu, unabeba cha kimbingu na kitu cha kidunia. Sema basi amina. Sema amina. Sema amina. Unaona watu saba ambao wanapokea kitu kutoka mbinguni, amina. Maisha yao yatabadilika, yatabadilika. Amina. Sema fire! Amen. Nataka nikupe roho. Ngoja nikupe mfano. Watu wa giza wana taarifa hii. Watu wa giza, mtu anaweza akaja tu akaangalia mimba ya mke wako tu hivi, akaiari. Anatambua tu. Mtu anaweza akaja kwenye biashara yako akaiangalia tu biashara akasema, ukafa. Watu wa giza wanaweza kwenye ndoto wakaja wakakuchoma nasema, kufa na kweli ukafa. Lakini wana wa Mungu hatuna maarifa. Tumeona kitabu kile cha Hosea, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, sio pesa, sio elimu, sio magari, maarifa ya eneo la Mungu. Kisha kuwa na maarifa ya eneo la Mungu, shetani hatakuweza. Sema, fire. Sema, fire kama mtu anaweza akatamkia vitu vyako vife na vikafa Je, sisi tulio upande wa Mungu, nataka leo ni kuunganishe na roho ya uungu kwenye madhabahu. Wanaokutesa na utakutana nao, kisha kutana nao, hautakuwa Esta wa kawaida, akitamka kitu na Mungu ametamka Amen. Sema nakwenda kumwakilisha Mungu. Nakwenda kumwakilisha Mungu. Sema nakwenda kumwakilisha Mungu. Nakwenda kumwakilisha Mungu. Sema, fire. Fire. Sema, fire. Fire. Sema, fire. Fire. Sema, fire. Fire. Nafikiri umeshanielewa ninapotamka. Kwa nini tunatamka? Tunatamka kwa sababu ndani yetu kuna roho ya nini jamani, ya uungu. Angalia wengi, yuko wapi? Yule mama juzi alikuja, ali hapa, nikamtamkia. Yule mama anaitwa <coughs> mama nani, ladis nimwambia awepo hapa. Yuko wapi leo? Anaitwa nani yule mama? Yule mama nani? Wapo, wapo kwa mama, maa mama, msee wa kanisa, mama Elias, mama Anodi yuko wapi? Yupo? hayupo leo, lakini angalia waliokuwepo Jumatano <coughs> nili- nilimtamkia, alikuwa anakuja anajifunika hivi, sijajua kitu nakifikii. Kesho atakuwepo, kesho atakuwepo alikuja maisha yake ni kila saa anajikunja hivi mpaka mwanangu bado ni mdogo lakini amepata kibiongo na alikuwa akija anakaa pale anajifunika na kanga kesha atakwenda nimeambia kuna kitu kimemzuia nikampa unabii nikamwambia na kutamkia nakumbuka juzi nimemsimamisha wakina Helen wakasema hajamaliza hata nilimpa miezi mingapi siku tisini, yeah? siku tisini, yeah? siku? haijafika hata siku tisini Mambo yameanza kunyoka, sura imebadilika, mpaka mtu akuangalie. Nataka nitangaze, waambie, naomba mnikague tarehe ya leo, tarehe kama hii, sitakuwa kama hivi, tarehe kama amen. hii sitakuwa kama hivi. Hebu mguse wapili wako, mguse moja, mbili, mwambie, sitakuwa hivi, sitakuwa hivi, sita Nikuambie, naomba uniheshimu, si ajabu mimi ni bosi wako anayefuata. Naomba uniheshimu. Hebu fanya basi hivi kitajiri sema naomba uniheshimu. Mungu sema mwambie naomba uniheshimu bwana. Mwambie naomba uniheshimu bwana. Mwambie naomba uniheshimu bwana. Usiangalia mashavu yamekatika, wa usiangalia masikio yamekaa mbali na mlima, usiangalia nikitembea niko fulati kama sina chochote, mwambia yeah, madam roho inapumua. Kuna yeah, kitu kinakuja. Kuna...

Asubuhi na kuja aliesema mtoto wako ndiye atakuwa so kwenye ofisi fulani. Amen, Jesus. Aliyesema anadaiwa paka guo paka dani, wambie sawa anadaiwa, lakini nataka nisema anayefatia kudaiwa ni wewe anayofatia, anayofatia, anayofatia, anayofatia, anayofatia, anayofatia, anayofatia, anayofatia. Ninaona watu mnaopita. Ninaona watu muliopitishwa saa ah, ah. Inakuja majira yanakuja, waliokupitisha watapitishwa na wao, na mkombozi wao ni wewe. Ni wewe Niwe. Kumwambia linda mdomo, linda mdomo. mwambie nyama na mifupa ijawachukiana hata kama amekaa kama tembo, ni ya kwangu sio ya kwako. Nikitembea ijulikane natembea mbele au nyuma, mwambie ni mimi sio wewe Amen. Alafu ongezea mwambie, kama basi napita, acha kunipiga kama uwezi kunisaidia, nyamaza Amen. Lakini kwa sababu hanyamazi mwambie endelea kuongea endelea kusema, leo neno linashuka, lazima niende, lazima niende Imani yende katika yeah. Familia ilio dharaulika watatoka masuja. Katika familia ilio katali watatoka masuja yeah. Mwana mkali ya katali watainuka suja kwenye ilo tumbo yeah. Mwana mkali ya dharaulika kwenye familia watainuka suja kwenye tumbo yeah. Mwana mkali ya tesu wakapita baka kataba ni kukimbia yeah. Kuna suja anakuja kwenye kisa kuchake. Kuna suja anakuja mtu kama ni mlevi kama, usimkatie mtu tamaa usi kama hata kama ameanguka usimkatie mtu tamaa, hata kama amefilisika. Nataka nitamke, inasema Biblia inasema, wenye haki wanguka mara saba haka inuka tena. Kuna watu watatu wanainuka. Hata kama unijaribu diasarai ikakataa, ninatabiri inuka tena. Hata kama umejaribu kuimba ikakataa nimejaribu kujenga ikakata na taabu, kainuka, nasikia raha na ndani ya Yesu, nasikia imani ndani ya Yesu. Ninaona kuzimu, kuzimu inapata taabu, sema aliyenitesa wewe wewe, umeteseka kwenye uboma sana, kila tusi ni la kwako, kila tusini, kila neno la kwako. Neno moja linakuja leo, amen, linabatilisha maisha yako, amen. Nataka nimalize neno fulani hivi. Wangapi wanapokea lakini? Amen. Wangapi wanapokea lakini? Amen. Kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa kwanza hadi 15. Natasoma tu kwa kifupi. Malaika walifika kwa Ibrahim Wakasema, Sara mkeo yuko wapi? Akasema, yuko hemani. Wakaachia neno, hawakumwita hata aje nje, waweke mkono kwenye tumbo lake. Akasema malaika, hakika nitakurudia wakati kama huu mwaka mwakani, na tazama Sara atakuwa na mwana wa kiume na ataitwa Isaac. Malaika hawa walitamka neno katika nyumba ya Ibrahim kuwa watapata mtoto. Ilikuwa neno la kawaida kabisa, na neno likabeba mimba kwenye tumbo. Sara mwenyewe alicheka, na malaika akasema mbona sara amecheka? Je, kuna neno gumu lisilowezekana kwa Mungu? Kinachonishangaza, sara alicheka, lakini neno lililotamkwa alicheki, liko njiani linakuja lakini malaika hao walipofika walimwambia Ibrahim baada ya kula na kushiba, baada ya kupewa maana, walienda kwa sura za mili ya kibinadamu, wakamtokea Ibrahim. Ibrahim alikuwa mkarimu akawakaribisha pasipo kujua ni malaika. Sasa malaika walipokula wakashiba, ndipo wakaachia neno. Sikiliza, ukitaka neno kutoka kwa Mungu au kwa mtumishi wa Mungu, jifunze wakati mwingine kuachilia neema, kuachilia chakula kwake kuachilia baraka kwake. Mtumishi akishiba anasema sasa nimeshiba, una shida gani mama? Nakumbuka Elisha, Elisha alikula chakula cha yule mama na akatengenezewa na kayumba kala, aliposhiba akamwambia Gazi, mwite yule mwanamke Mshunami. Sasa umetutunza wewe siku zote, sadaka zako zinanena, zinatutesa, upewe nini? Angalia Gazi akasema, anaishi mwenyewe, hana mtoto. Angalia Elisha alichosema, majira kama haya tutapata mtoto. Neno tulilitamka, neno leo linalotamka, sitamki kama neno, inabeba biashara, inabeba watoto, inabeba magari, inabeba heshima, inabeba vipawa, inabeba karama, inabeba utumishi. Naiona huduma ya Alfa na Omega inapaa kwa viwango, kanisa linapaa anga, inapaa.